Hivyo wajua kwamba watengeneza video kama hizi wanatengeneza pesa nyingi sana YouTube. Kaa nami sasa leo nikuonyeshe. Yeah, unataka kutengeneza video za YouTube bila kuonekana mbele ya kamera na bila kutumia muda mwingi, basi leo nitakuletea ujuzi ambao utakusaidia wewe kutengeneza video za YouTube bila ujuzi wa aina yoyote. Wote tayari wanatengeneza maelfu ya, ya dola kwa mwezi na kwa kutumia mbinu hii hii ambayo tutaenda kuitumia hapa. Basi kaa nami na utaweza kwenda kukopi na kupesti Blueprint ambazo nitaenda kuziacha katika video hii. Cha kwanza kabisa kitu ambacho tunatakiwa tufanye kwa mfano ukiangalia akaunti hii inaitwa Happy Ducky Bebe. Ukija hapa ukikliki hapa utaangalia akaunti imeanza Januari tarehe 17, 2025. I think ni mwezi huu. Almost ina hata miezi miwili, umeona eh? Kwa hiyo sasa ukirudi hapa ukiangalia akaunti hii ameposti video kama 39 na, lakini ana subscriber laki na sabini na sita. Tukienda kuiangalia akaunti hii mapato ambayo inatengeneza, na kuja hapa ukiangalia hapa kwenye Social Blade, ukiangalia hapa almost kwa mwezi anatengeneza kwanzia dola elfu kumi na nne mia mbili hadi dola laki mbili na ishirini na sita almost. Hiyo ni kitu ambayo anatengeneza ndani ya mwezi mmoja lakini kwa mwaka anatengeneza, atatengeneza dola milioni mbili na laki saba kwa ukiangalia, hii ni akaunti ambayo imeanza ndani ya siku kadhaa tu, lakini tayari mtu anatengeneza pesa nzuri kabisa, na ukiangalia ni akaunti ambayo inatumia AI mwanzo mwisho. Sasa leo nitaenda kuelekeza the way ambavyo utaweza kwenda kutengeneza video hizi kwa urahisi zaidi na bila gharama ya aina yoyote. Cha kwanza kabisa, utahitajika kwenda kuangalia video ambayo umeipenda. Kwa mfano utamchagua mtu mmoja ambayo unataka umkopi. Kwa mfano tuseme labda mi nataka ni mkopi huyu, nitaenda kumkopi, nitaangalia, nitachukua, nita nita picha kama hii, nita screenshot. Lakini mimi huyu sitaki kumkopi, ngoja nitafute mtu ambaye nitaenda kumkopi, ngoja nitafute mtu ambaye nitahitaji mimi kumkopi, ilhali tuende tukatengeneza kitu ambacho ni reality. Kwa mfano sasa mimi nitaenda kumkopi huyo hapa, ambao unamuona huyu. Sasa kitu ambacho nitaenda kufanya hapa ni kwamba nitaenda ku click hapa na nitaangalia video zake, nitaangalia video zake, labda tuseme leo nataka nikopi, labda tuseme nataka nikopi video gani? Let me choose. Okay, use nataka video nitakuja kwenye chat GPT kisha nitabonyeza alama ya jumlisha hii, nitakuja upload file, nitakuja nitakuja hapa kwenye media picker and then nitakuja kwenye gallery nitakuja kwenye recent and then hapa nitakuja kuchagua hiyo picha yangu kama hii picture, Mone, na hapa maana, baada ya kuchagua hii picha nitabonyeza done. Umeona eh, nitabonyeza done hapa na ikakuja hapa, nitaiambia help, help me analyze, analyze this image and create a prompt to create the same image with the same color umeona eh? content akubonyeza send hapa kwamba hapa nimeambia nisaidie mimi ku analyze hii picha na utengeneze prompt ya kutengeneza picha nyingine kama hii ambayo itakuwa mfanana kila kitu. Anakuambia this image appear to be a generated feature as a ultra nini nini, hiyo umeona. Kwa prompt yetu, akaenda kututengenezea ni hii hapa. Kitu ambacho nataka kufanya ni kwamba nitakuja hapa nitakopi prompt yetu hapa, nakuelekeza ile ambayo unaweza kwenda kutengeneza hii video ndani ya sekunde kadhaa tu na ukatengeneza mapato YouTube nitakuja kuikopi na mara baada ya kuikopi, nitakuja kwenye Pick Lumen, taingia katika Pick Lumen yetu vizuri kabisa kama hivi, nitaenda kuifungua hapa. Na mara baada ya kuingia katika Pick Lumen, nitakuja hapa juu hapa juu nitaenda kupesti ile prompt yetu. Mara baada ya kumaliza kui kui paste hapo, kitu ambacho nitataka kufanya ni kwamba nitakuja hapa nita select ratio gani nataka nitakuja hapa labda kwenye tuseme tisa kwa kumi na sita hiyo ya kuposti TikTok, an then nitakuja kubonyeza alama ya send kwa hapa. Nitasubiri picha yangu ambayo itatengenezwa hapo, tusubiri ndani ya dakika kadhaa an then tuone picha ambayo itaenda kutengenezwa hapo. Mbona kama hivi imeshatengenezwa picha hapa, kwa kitu ambacho tutaenda kufanya ni kwamba tutaenda kuidownload hii picha angu kuidownload picha vizuri kabisa na mara baada ya kui download, kama hivi nitakuja hapa juu tena nitaandika hauluo. Hauluo AI, nitaenda kui click hapa, nita login. And then mara baada ya kufika hapa nitakuja kwenye alama ya jumlisha hapa sasa hapa nitakuja hapa, nitaenda kuingiza picha yangu hii, nitabonyeza hapa done, alafu hapa nitaandika kwamba tarudi hapa kwenye chat GPT. Hapa chat GPT, chat GPT, chat GPT, chat GPT, ntaiambia

Image and life. I mean. Some action on it. Kwa hapa nikishamaliza kuiambia kwamba nitengenezee prompt ambayo nitaenda kuisaidia kubadilisha ile picha iende kuwa nani, iende kufanya yaani activity yoyote ile, nitaenda kuikopya hapa, nakwambia a hyper realistic miniature yo yo golden glow for the pink nose and um, this will create a more dynamic and life vision of the skin. Let me know if course, but then tunataka ku tunataka ku copy kama hivi, copy vizuri kabisa na mara baada ya kuikopi hapa nitarudi kwenye piklumeni yetu hapa, tuende kwenye haulua haulua, hapa nitakuja kuipaste paste, na mara baada ya kuipaste nitabonyeza hapa hivi kutengeneza. Umeona kwambia jo one job in kwa hapa, tasubiri ndani ya dakika kadhaa and then video yetu itakuwa imeshabi ready, tutaenda kuiposti. Ngoja tusubiri tuone kitu ambacho itaenda kutuletea. Okay, kwa hiyo kama mnavyoona hivi basi video yetu imeshakamilika, ndo hii hapa, imeshatengeneza vizuri kabisa, ndo kama mnavyoiona hivi. Ukiangalia hapa huyu ng'ombe wetu ameenda kuwa na nini kile ya mnyama kabisa Ko hapa kitu ambacho tenda kufanya ni kwamba tenda ku-download, tenda ku-add sauti. Kwa mfano tenda kwenda kule kwenye application kama CapCut, tenda ku-add sauti, na mara baada ya kumaliza ku-add sauti basi tenda ku-post. Ni hivyo tu hapo utakuwa umemaliza. Sasa ngoja tu download hapa, tenda hapa ku-download, and then tenda kwenye CapCut. Hapa tunaingia kwa CapCut, ni zuri kabisa katika CapCut hapa, ambapo tushiingia katika CapCut takuja kuiselect yetu kama hivi, uanza add mona iko hapa. Tukisha add kama hivi, kitu ambacho taenda kufanya ni kwamba tutaenda kuweka nani za upepo sinanama pana upepo hapa, tutaweka nani za upepo halafu

vizuri kabisa, nitaenda kuplay hapa ili nisikie vo lia imekuja vibaya, ngoja tufanye hivi, tuandike bebi kao tusachi hapa. utaenda kuchagua ee, ambavyo utaona ni sawa. Kwa kama hapa mfano nitaenda kuibonyeza hapa kwa hapa, mara nyingi kwa mfano sana mimi ni mwako mwake hapa ifeti kwa kwamba wewe unafungua mdomo unakuja kubonyeza duplicate mpaka mwisho wa video yako kama hivi, kwa hapa itakuja

Kisha taenda ku-download. Ko guys, hapa tutakuwa tumemaliza kutengeneza video yetu vizuri kabisa, na hapa video yako itakuwa tayari kwa kuenda kuposti. Kukopi hizi ni kitu ambacho ni simple kabisa. Unaenda kule YouTube, unaenda Instagram, sehemu yoyote, unaenda kuscreenshot picha na mara baada ya kuscreenshot picha basi, utaenda kwenye ile ChatGPT au DeepSeek, utaenda kuweka pale picture yako, then utaandika kwamba analyze this picture and create the prompt to create the same image. Ukisha maliza hapo, au unaweza kuandika kwa Kiswahili kwamba analyze hii picha na utengeneze prompt ambayo itaenda kutumika kutengeneza picha iliyofanana na hii kila kitu, ile isiwe na copyright. Ukishamaliza hapo, utaenda kusend, utaenda itakuletea prompt, unaenda kuchukua hiyo prompt, unaenda kuingia kwenye PicLumen. Kule kwenye PicLumen unaenda kuingiza hiyo prompt yako pale ili uweze kupata picha, na ukishapata hiyo picha unaenda kuichukua. Unaipeleka kwenye Hailuo AI pale kwenye Hailuo AI kitu ambacho unaweza kufanya ni kwamba utaenda kuisend hiyo picha na utaiambia pale unataka ifanyaje. Unaweza kusema labda nataka huyu baby cow aende akalie. Kwa hiyo, kwa akalie au baby kao, nataka aende akafanya hivyo, au baby kao, nataka amekaa kwenye mudi kwenye matope then anateseka halafu nije namwokoa, vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukishamaliza hapo unajikuta umeshatengeneza video zako kadhaa. Ukitengeneza video kama hizi hapo kama unatengeneza video zangu 100 au natengeneza video zangu 60 au natengeneza video zangu 30 ukawa na posti consistency kila siku, una posti video moja, video moja, video moja, video moja na kuhakikisha kwa account ya YouTube utaenda kutengeneza pesa nzuri kabisa na utaenda kupata followers wa chap na subscribers wa chap na post time mapema zaidi. Lakini vile vile kuna video ambayo nitakuletea the way ambayo unaweza ku manage account ya YouTube ukiwa Tanzania, lakini account hiyo ikawa na viewers wa USA zaidi ili uweze kutengeneza pesa nyingi zaidi. Kwa hiyo kaa nami kwenye video hii kanami kwenye akaunti hii. Kama bado uja subscribe, mpaka subscribe, like, share na comment ili wafikia wengi zaidi, apanya nguvu ya kutengeneza video nyingi na nyingi na nyingi zaidi, ili uweze kwenda kutengeneza pesa ya YouTube.